Nafungua shule tarehe kumi na tatu. Kila mwenyekiti mtendaji wa mtaa na kata, kwanza kujiridhisha shule yako ya msingi ndani ya kata yako na ya shule yako ya sekondari ndani ya kata yako iko tayari kufunguliwa, kama kuna changamoto ipi, lakini kule kwenye kata tuna maoteo, kwenye shule tuna maoteo, tumewaandikisha watoto kujiunga na shule ya msingi. Tuanze hapo kwanza, kama maoteo yetu watoto mia nne, je, tumejipanga madhubuti kwa mtaa wetu, kwa kata yetu, kuhakikisha watoto waliokuwa kwenye maoteo wamekuja? Sisi kama serikali hatutasita kumchukulia hatua mzazi yoyote asiyempeleka mtoto wake shule kama muda wake umetimia, na kama amewekwa kwenye mahoteli yetu mtoto huyu anatakiwa atafutwe hata akiwa na changamoto. Kazi ya viongozi ndio kutatua changamoto. Na hili ni waombe sana waheshimiwa madiwani, kutoka leo mpaka tarehe kumi na tatu ni lazima upate ripoti kutoka kwa wasaidizi wao juu ya mwenendo wa shule zetu, namna ya walipojipanga kufungua wa shule hizo. Kama kuna changamoto, lazima tujue mapema, kwa sababu tarehe 13 si mbali na sisi kama serikali hatuwezi kuvumilia shule ifunguliwe kumi na nne au kumi na tano. Au badala yake, kunayo tabia baadhi ya walimu kusema ah, hii wiki ya kwanza hakuna masomo, kwa hiyo hakuna haja ya sisi kuwepo. Ole wake mwalimu mtoro huyo, tutamchukulia hatua. Siku ya kufungua shule, wale wote wanaotakiwa kuwa shuleni, wanafunzi na walimu, ni lazima wawepo. Eneo la pili, tumesema kwenye eneo la mapato ili halmashauri iweze kutimiza hiyo inayoitwa bajeti, waheshimiwa madiwani, ni lazima mapato yapatikane. adhawaiti hapa utakuja kwenye kikao cha baraza utadai barabara. kama hatuna hela, tutakwendaje kufanya hizo barabara? Sasa hii ni lazima tushirikiane kwenye ngazi ya kata, ngazi ya mtaa. afisa utumishi, bahati nzuri watendaji hawa wako chini yako, wa kata na mitaa. swala la mapato, yaani kamati zimeshaundwa tayari za kufuatilia mapato. Sasa ikitokea tunakwenda kwenye mtaa tunalikuta duka lina miezi sita na mtendaji wa mtaa yuko. Tafsiri yake mtendaji wa mtaa huyo hajatimiza wajibu wake. Kila wilaya inapaswa ipate miti milioni moja laki tano. <coughs> Miti mingapi? Milioni <coughs> moja laki tano. Hayo ndio maelekezo ya serikali. Sasa ukasema tutapanda wapi? Hapa panahitaji urban forest. Maanake watu mnaotoa vibali vya ujenzi lazima umwambie ukitaka kujenga upande na viti kwa jambo la amani na usalama, utulivu katika maeneo yetu, wenye kuheshimu wenye viti, watendaji, kuendelea kuchukua hatua za dhati kuhakikisha maeneo yetu yanakuwa salama. Bila usalama, utulivu na amani na mshikamano tulionao, hakuna Tanzania, hakuna Mwanza na hakuna Ilemela.